Kwanza kabisa peke, na ni ujasiri. Kwa namna ya pekee nipendeni kuwapongeza na wapongezeni ninyi mlioonyesha ujasiri wa kutambua kwamba serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inaendelea kutujali sisi wananchi wake kwa kuleta mikopo hii ambayo inalenga makundi mbalimbali, lakini kwa namna ile ile viongozi wetu wa halmashauri ambao wamekuwa ninyi bega kwa bega kuhakikisha kwamba mikopo hii inatoka kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa halmashauri yetu, lakini na Watanzania kwa ujumla, naombeni tujipigie makofi. Lakini kwa namna na ile ile hii hafla fupi tunayoiendea sasa kwamba vikundi arobaini na moja vilioma viliomba, si ndio? Vikundi 29 leo vinapata. Hii ni zaidi ya upendo mkubwa. Vimebaki vingapi mheshimiwa? Vikundi kumi na mbili. Na hivi vitakuwa nini? Awamu ijayo. Kwa hiyo itakuwa mwezi wa ngapi? Mwezi wa nne. Unasikia? Kwa hiyo, kwa wale waliokosa fursa hii, na wao wasiwe wanyonge, waendelee kushirikiana na wataalamu wetu wa ili nitakapofika mwezi wa nne watu wachangamke kule nje. Kwenye jamii wakati mwingine kuna upotoshaji, watu wanaunda vikundi kwa ajili ya kuku, ufugaji wa kuku, wengine mboga mboga, wengine nyuki, wengine nini mwingine anakuambia hiyo ni mambo hayapo, kumbe mambo yapo. Halmashauri ni yetu, wataalamu tunao, lazima tuwatumie wataalamu wetu na sisi tupate maendeleo yetu. Hapo mnasemaje, washima? Kwa hiyo ule upotoshaji ulioko nje ni niwaombe kabisa, kwa zamana hii niliyopewa ya kuiongoza halmashauri yetu, naomba niseme mwananchi yeyote anapohitaji huduma aonane na wataalamu wetu na pale tunapoona kwamba kuna mkwamo, yupo mkurugenzi, na mkurugenzi anapoona kuna mkwamo, na mimi nipewe taarifa, ili tuweze kutatua changamoto za Watanzania, lakini kwa namna ile ile. Bila kupoteza muda, ndugu zangu, wana vikundi mbalimbali, nikiangalia hapa ndani ya vikundi hivi, na mimi nahitaji niliseme hivi naamini maafisa wetu wapo, lakini mimi natamani pia kama mwenyekiti wa halmashauri, kwa sababu nimevifungua hivi vikundi kwenye hii hafla, nimepewa heshima na hitaji, nikitembelea kikundi kimoja kimoja ndani ya kata pale wanapofanya mitaji hii hivi, tukiona wanafanya vizuri, tuweze kuwajengea uwezo waweze kupata pesa zaidi kwa ajili ya kuendesha miradi mikubwa au vikundi vikubwa, maana na sisi tutapata. Hii ni fursa ya pekee, wewe unapata mkopo unarudisha bila lipo, si ni upendo wa aina yake kabisa? Huu ni upendo wa Yesu, ule upande upendo wa agape kwa wale mnaosali, si ndio?